Ni kwa sababu ya uzima na maisha na malezi uliompatia. Asante sana, karibu sana mzee. Kwa hivyo, nafasi hii nampa chance, wacha akaweze kumkabidhi babake mavazi ambayo atamkumbuka kama mwanae. karibu sana Charles, wacha na ukatende hiyo ishara. karibu sana Wacha tukafurahie kwa pamoja anapomkabidhi suti, anampatia suti maalum ambayo atakuja kuvaa pamoja, anamkabidhi viatu, kisha anampa shati ambalo atakuwa anavalia kwenye suti hiyo. Kwa sasa tunashukuru, asante sana mzee, kwa malezi ambayo ulimpa mwanao. Anakukabidhi suti pamoja na viatu na shati, akiongeza na tai utakayovalia kama mzee. Asante sana kwa kazi nzuri ambayo uliweza kuifanya. Asante mzee, unapoketi chini. Tunashukuru sana, asante, keti chini mzee, tunasema asante. Asante mzee keti chini. Tunashukuru sana kwa kazi nzuri. Kwa hivyo fursa hii naichukua kumwalika mzee Stanislaus Ngashe karibu sana ukapate kuvishwa kirasmi na mwanao. Nafasi hii ni yako mzee, karibu sana. Nafasi hii karibu mzee Stanislaus Ngashe. Kwa hivyo kijana anachukua suti nyingine, anamkabidhi babake mzee Stanislaus Ngashe, pamoja nayo suti amemwandalia viatu vizuri kabisa, ambavyo vinamtosha vizuri. Hajawachia pale, ameongeza shati nzuri inayoenda ina pamoja na hiyo suti. Kwa hivyo nachukua fursa hii kumkaribisha kijana Charles, karibu sana ukamkabidhi babako Mzee Stanislaus Ngashe, karibu sana unapotekeleza huo wajibu. Asante. Anapompokeza <coughs> Asante sana. Anampokeza suti. Kisha anampokeza long nzuri sana. Another trouser. A very nice trouser together with it. He gives him a very nice shirt. A very nice shirt. Not only that, he is giving him more shoes. Anamkabidhi na viatu vizuri sana. Asante sana Mzee Stanislaus Ngashe. Unapoketi. Thank you so much. Kwa hivyo nafasi hii namkaribisha Mzee Njomo. Karibu sana wakati huu kijana anapokuvisha Anashukuru sana kwa ajili ya mawasia mzuri ambaye umemlea nayo. Anapomkabidhi suti mzuri sana anampatia mzee mzee Njomo, anampa suti nzuri sana kisha anamwongeza. Pamoja na hiyo suti, anamkabidhi shati ambalo atavaa pamoja na suti. Hajawachia pale, bali anamkabidhi pia na lungi nzuri sana ambayo itamfaa katika siku zake anazomlea kijanake. Asante sana, unapoketu chini mzee Tunaenda kwa Mr. Bwana Bwire Alphonse Bwire, karibu sana karibu sana, Bwana Bwire. Hao wanaovalishwa ni wazazi wa kiume wake Charles ambao wamemlea

and uh, he is handing over a very nice suit to his father Bwana Bwire. Not only the suit, not only the suit, there he goes again, not only the suit, there he goes again and then

So much. It's now my pleasure kumkaribisha Bwana Okumu, kumkaribisha aje mbele. Bwana Okumu, mzee wa busara. Mzee anakabidhiwa kanzu nzuri sana. Kanzu nzuri sana. Anamkabidhi kanzu nzuri sana kisha anaongeza suti maridadi, anamkabidhi Bwana Okumu. Asante sana kijana Charles, kwa utendaji kazi wako ambao umefanya kwa wazazi wako wa kiume. Asante kwa kumpa kanzu nzuri pamoja na suti. Thank you so much Bwana DJ, as we also prepare to enter into another program. Bwana DJ, give me a number there. Asante sana